Vivi, nitakufahamisha kwa wakati ambao ukifika. Sasa <tum> sawa, ni tayari tena. Nasubiri kwa hamu, najua kidogo na mimi naye. si <tum> sawa, tutaona anakuwa saa wengine a <tum>

Mwezi ukiandama leo poa mzima. Unajua, ukilichunguza hili jani lina virutubisho vingi sana vya kumfanya mtu anenepe, anakuwa mkubwa. Ameshaanza kuwaka hivi. Mimi nawezaje kuweka kwenye kibanda? siwezi kukaa kwenye kibanda huko, unatakiwa niweke vitu vyangu vya thamani kama almasi, madini. Hmm, yaani mimi najua kabisa hizi ni tarehe za mwanzo tena za hatari, nilitaka nishangae. Tarehe kumi na tano ndo kwanza mwezi mchanga? Haya, huu mwezi mpevu umetokea wapi leo? Haya mama, nimekusikiliza mwenye maneno yako. Kama juzi nimeenda msibani Maremu aliolewa salama tu, yaani ile shughuli tulishiba, tulikula uji, na najua kwa nini ule uji ulikuwa mtamu kwa sababu ule uji waliutia kitungu swaumu. Dada wakatia na nanilii sisimizi, ndio maana ule uji ulikuwa mtamu. Odo, sipendi unichanganye. Mimi nitaka nishangae Wachimba chumvi huku wametokea wapi jamani kuja kuvamia kwenye mji wetu? Sasa sikia ngombe, kitu kimoja, hizo ngonjera zako subiria mamako aje ndo umwambie. Mimi na mambo yangu mengi, unajua kabisa nisipochakalika mimi amwezi kula. Kwa hiyo hizo kelo zako anaziweza mamako pekee yake, mimi siziwezi. Ujinga wako subiria mamako ndo umwambie. Siko, ninyi mnanizarau hivi, nyinyi mnaneno mimi sina akili? Nitakupiga wewe. Bora kwenu kuliko huku kwetu heli kwenu nyinyi, kuliko huku kwetu, bora kwenu kuliko huku kwetu. Dunia dunia, again yake msta burudani aahaye right. Kipe amiye nisikilize, I want to go home kule niliko toka, na kichupa kibao kimejaa hapa cha ubuyu, kwa nahitaji kupeleka kwa mtu muhimu malumu, you know say now so i want to ana tutulia, wewe kenge nini, eti utinahibie? Yaani wewe ukiazimaga hivyo vingoo, unajikuta umeyaweza maisha sana, unatuchukulia sisi kama mabwege. Nazi kengeuka kabisa, unaongea na kakako au batu nachobokachoboka ovyo. Wivu wivu, mama wivu

Sasa sikiliza twachana wasiojulikana wameiba hela za mna twachana nao sawa. Haya mswaki wangu uko wapi? Maana mimi nimeenda kuswaki pale uani nikautundika pale juu. Na wewe ndio wa mwisho kwenda kufanya usafi. Mswaki wangu umeweka wapi? Wewe mswaki ndio nani? E, e, e. Yaani wewe unaniza mimi mswaki ndio nani? Wewe je nini maana mswaki? Mswaki wa kuswaki yako na na uji maana ya mswaki. Hi? Hi masikini. <laughs> Masikini mna tabu. Maana mimi nilipoingia bafuni nikajua kwamba mama katunulia brush mara limekaa kima nyako nyaku, nyaku. Nikaanza kudekia pale sinki za cho dekea dekea nikaona halifai, nikalirusha. Kumbe wewe ndio unatumia ule mswaki, kama umetafuna na ng'ombe. Kwa hiyo mswaki wangu ndio mama ufanye kama fagio la uani, si ndio? Aujui wezombi sasa? Na mimi wewe, yaani mimi naongea kama kakako, unaleta uchakunaki kaji aya Aye, Yesu Yesu wananiua! Yesu kenge wewe, mkiwa na makosa ndio unamjua Yesu wenu, kwenda kanisani penyewa ajimesha saurika hadi na viumbe viumbe. Narudi nyumbani narudi nyumbani, nikirudi nyumbani nikute msaki wangu umeshanunua lasi hivo you. We mtoto unaniozi? <laughs>

Kwetu, mtoto watumwe dukani, unaweza kuona hata ndoto inaishia njiani. Jana maji ya moto changanya na kuni, ukiona Mungu watoshi. Kuna Firauni huku, hata ndugu wa karibu wanafanyiana vitu vya aibu. Ona etikisa mali tu wanakatishana mpaka vya aibu yeah. Nyanza yani kuondoka tu kidogo, ndugu yangu usha nenepa, umenawiri hey. kwa laa zangu, dada maisha yenyewe ndo haya, tunazaliwa mara moja, afu tunakufa mara moja. Alafu ujue mtaani hmm, kumbe bado na, <laughs> na, na mambo ya ajabu ajabu eh? Mnoo nilivyokuaga ninaenda kusuka nimekutana na huyo mzee wa ajabu wa ovyo ovyo mzee kijana, eti anataka kama kunitongoza na naniita dada samani. Sasa ananiita mimi wa nini jamani? <laughs> huyo hmm, mzee ukoje? Ukoje mzee hmm? fulani tu hivi ana ana midevu devu ina milangi ya mablichi kama kofyo midee kumaanisha nini? <coughs> Basi nikamchamba mpaka mwenye kaanza, samani, Da Doris, hmm, hebu ngoja kwanza, huyo mzee si anavaa koti afu kuchini anatembea peko? huyo huyo si wa dakta au nayeshei kutongoza maana anaonekana ni mzee mpenda vidogodogo, wakati yejigoo kawa wakutulia. Ndugu yangu, hapa ndo kwetu, huyo mzee ni tishio hapa kwenye huu mtaa. Kwa hiyo, dada, kama ikatokea unakutana naye tena, pita kushoto, ye apite kulia, na akikwita, kama una mbio, kimbia isijenga kukosa udugu wangu Ikwechi ukistarabu ya Musa utaona shabani madobi haya. Wacha mi nawezangu nikazunguke zunguke mtaani, maana nimemisi kutembea tembea, na hisi nikikaa nyumbani migwita vimba. Ila kuwa makini dada. <laughs> sawa dada.

Ni muda mrefu sijakuita na kuongea na wewe lakini, nimekuita hapa, nina shida siku ya leo. mm-hmm. Nakusikiliza. No, shida yangu kubwa iliyonileta, nahitaji niwe mkubwa zaidi ya ukubwa nilionao katika kijiji changu. Kila nitakachokiongea basi asitokee yote wa kukipinga, na nikitaka kitu kiwe kiwe ndani ya wakati, na maanisha niogopeke kwenye wanakijiji wangu. Mm -hmm. Sawa. Lakini kuna masharti. Ni masharti gani hayo? Natakiwa utafute mwanamke mweupe mzuri. Mwenye umri wa miaka kumi na nane mpaka ishirini na tano. Na umlete hapa. Awe ni kafara kwa kile unachokihitaji. Mm. Sawa. Nitafanya hivyo. Tena ndani ya wakati anatumiza lu anajifanya bisho mwonekano wako, nywele zako na huo ukipala wako. Futi nimeshakupima. Ndio story kabisa sijakosea nilizopewa. Kwa hiyo wewe unatongoza wake za watu, unatongoza mashoga zao, unatongoza hadi mabinti zao ndani na wafanyakazi wake wa nje na ndani ya nchi ya nje. Umeona? Wewe unajikuta nani? Yaani mimi nimeshapata data zako zote hapa, kuna demo anaitwa Kibeiti. Wewe unakuwa na mfuko. Au kwa sababu ya hili pala lako atuchukulia sisi fair. Wablo, mke wa mtu ni sumu. Wachana na mke wa mtu, nitakuja nikupoteza maisha, blaza. Mbona mm -hmm? Nisikilize, ili si opala, ili ni tope la akili keti tope la akili yes, yalo huyo kumtesa sio mpaka mimi niwepo. Kikubwa aseme ukweli. Nimemaliza na nakusikiliza, brother, unasemaje? E, hivyo vifanya kazi vyako vi na vyenyewe kwa hiyo vyenyewe kufanya kazi kweli, hadi wewe uwepo tu. Tuaseme ukweli <laughs> na malipo yatakiwa yatendeke, au? hmm. Sikujua kama naongea na mtu aliyepinda au nataka kunyoshwa. Sasa nisikilize, au dada zako pamoja nao madem zako siwafati, unapata pesa kwangu, nachokushauri imalisheni, lindoleni iliosije kwenye mikono yangu

binti marhaba, huyo namuita hapo ametoka, ndio maana nimemwita no sana nikaona kimya basa, kama kuna maagizo yoyote Unaweza kunipatia akija, nitamfahamisha kweli. Kuna taarifa nilikuwa nataka nimpatie, ila nitakuja tu kwa wakati mwingine nitampa, kwa sababu sijamkuta. Hata hivyo, bora tu niende, baadaye nitakuja. Mm. Mm. Sawa. So, haya, asante, mi naenda. Eh, yani hapo tu natakiwa tuwe walinzi tu, yani hapo ni kama jeshi niendelee. Hata mimi nilikuwa naenda enda huko, nao walioniambia hivyo vimaneno, ah, wamekuzingizia um, um, uweze ukafanya kitu kama hicho <coughs> na na mtu na heshima zako kabisa mwenyonga kisikizo <coughs> fulani hivi, kwa hiyo kama nilikuwepo. <coughs> <coughs> kwani we unaitwa nani, wajuma eh? Kipe amuye, nimependa jina lako la mwanzo takutafuta nikupe kazi, zijali. <laughs> Mi nipo nimejaa tu tele kweli. Huyu kapinda anashindwa kujua kama huku nimepiga simu ya uongo eh, kashajaa kwenye mtego bola hmm. kwenu kuliko huku kwetu heli. Kwenu nyii kuliko huku kwetu, bora kwenu. Unaenda api sa hivi? wa sista, weja ao kinomani? Mi sha kukatazaga baiza kuniita kole, ukiita kole ita kole arobaini na tano, yaani ile ina namba mbili. Yani afu abaiza za kuulizana naenda wapi? Hayo yalikuwa zamani. Vipi babu, mbona umebadilika sana mdogo wangu? hmm? Kuna kitu ambacho mimi nimewahi kukosea hata siku moja? Mbona kama unanitwisha mzigo ambao siwezi kutua, kole au kwa sababu mama na mama wametangulia mbele za haki ndio maana wanifanyia hatia kole hii ni dunia tu mdogo wangu sasa hivi unaenda wapi wakati huu ndio muda wa kupika kama unavyojua mimi nimetoka kuumwa jino hata uvimbe unaouona kabisa nionee huruma dadako basi pika kwanza alao hii unaye eti nikupikie yani kisa unaumwa jino tu Watu wanatoa figo, wanatoa bandama, mwanangu, we kisajino tu. Sisteli we nielekeze, aafu mi nicheze hivi? Unajiona umemaliza dunia, mdogo wangu? Kwa hivi vitendo unavyofanya, hata Mwenyezi Mungu avimpendezi, Kole we ni mwanamke tu, hakuna binadamu anaijua kesho yake. Utalipa nini kwa haya maovu unaoyafanya, Kole? Hata baba na mama huko waliko wafurahishi na vitendo unavyovifanya wewe. Nisikilize, mimi ni dada yako. Hizo mesali sisteri, alafu kuna pokwenda ashazingenga sana yani. Unajua, kuna Cool, mtu ni kwenu kuna kwetu, ukwatu tegemei vya ndugu. Kuna familia yenu, halafu kuna yetu yetu wayaisha gimakubwa uku kwetu. Hata ukiuma homa, kuna unapelekwa kwa waganga. Usishangae mtoto anasoma halafu siku anawanga. Kuna mama moja mwenye familia